ya Taita Taveta. Familia moja katika kijiji cha Rianchogu Bomachoge Chache kaunti ya Kisii inalilia serikali kuwasaidia baada ya, ya mtoto wao Frasha Ogachi Ontiri mwenye umri wa miaka 28 kuaga dunia huko Dubai. Ila sasa mipango ya kusafirisha mwili wa marehemu Ogachi kutoka taifa hilo la milki ya Kiarabu imekuwa ngumu kwa familia yake. Familia hiyo inasema kati ya shilingi milioni moja nukta saba zinahitajika na wamejitahidi kukusanya shilingi elfu ishirini peke yake. Wanakijiji wanawarai viongozi wa eneo la Kisii na kote nchini kuwasaidia kumleta nyumbani marehemu kwa mazishi. karibu na sisi tulipokea hii habari kwamba amegonjeka sotiri na ameaga Watu wa kijiji wanakuja, hakuna pesa, wanachanga wanachanga 200 100. Hakuna akuna pesa, sitamufiki hapa ha. Tusaidie marafiki, nisaidie tabatari, nisaidie serikali, mimi ni mean, bibi ya Frasha Ogachi. alienda Dubai kututafutia riziki. Kibati mbaya. Ameenda ametuacha niacha watoto wawili ambao usaidizi. Licha ya kushindwa kujiunga na chuo kikuu kutokana na ukosefu wa fedha, kijana mmoja kutoka Wajia anasaidia jamii kwa kutoa mafunzo kwa watoto katika eneo hilo. Ingawa Haji Ibrahim hajasomea walimu, mapenzi yake ya masomo yamempa msukumo wa kuwafundisha watoto na hata kuandika kitabu. Katika mazingira magumu na yenye changamoto nyingi ya kaunti ya Wajia ambako umaskini na ukosefu wa fursa mara nyingi huzima ndoto za vijana, kijana mmoja aliyehitimu shule ya upili mwaka mmoja uliopita amechagua njia tofauti. Badala ya kukata tamaa, Hajri Ibrahim ameamua kurejesha kwa jamii kwa kujitolea kufundisha na kuwahamasisha wanafunzi katika shule mbalimbali mbali. Huku ndoto yake ya kujiunga na chuo kikuu ikibaki mashakani. Hajir alimaliza shule ya upili kwa msaada wa mfadhili. Hata hivyo, kutokana na hali duni ya kifedha ya familia yake ameshindwa kuendelea na masomo ya juu. Badala ya kukaa nyumbani bila shughuli, aliamua kuingia madarasani kusaidia kufundisha na kuhamasisha wanafunzi. Nilikuwa na hamu nyingi ya zaidi ya kufanya udaktari na nilipata changamoto nyingi kusoma tangu nikiwa kiduchu. Katika shule yangu ya upili nililipiwa na naibu wa gavana wa foma Wajia ambaye anaitwa Ahmad Wer, ambaye alikamilisha karo yangu ya chuo shule ya upili kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha nne, na mshukuru, shukurani za dhati zimefikie popote alipo. Nami nime baada ya kumaliza shule sikupata mwenye anaweza kunisaidia kujiunga na shule ya upili chuo kikuu. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ambako Hajir alisomea ya Wajia High School, Adhan Kasim amemtaja Hajir kama mmoja wa wanafunzi bora waliowahi kuwa nao.